Ndio hapo kutoka, nikakutana na mwenyekiti nikamwambia, bwana, mbona nimepata taarifa, nimepigiwa simu, kuna mtoto mtoto amefika nyumbani, masikio yanatoka damu, hebu twende tukamwangalie amefanywaje. Tukafuatana na mwenyekiti mpaka nyumbani, tukamkuta mtoto amekatwa masikio mawili. Nikamuuliza pale ni nini, akasema Hamisi alinikata na wembe, alikata masikio pamoja na kifua na mahakama ya hakimu mkazi mkoani Manyara imemhukumu w Hamisi Abdalla mwenye umri wa miaka 42 mkazi wa Babati Manyara kwa miaka sita jela na faini ya milioni moja baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kujeruhi na kumkata masikio mtoto wa jirani yake mwenye umri wa miaka kumi na tatu alielezwa kwamba alimwibia yai la kuku. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mkoani Manyara Martin Masao, ambapo mshtakiwa huyo ameelezwa kutenda kosa hilo mnamo tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2025. Kesi hiyo namba 23254 ya mwaka 2025 imetolewa hukumu hii leo kwenye mahakama ya hakimu mkazi mkoani Manyara, ambapo mshtakiwa huyo Hamisi Abdala alimkata masikio yote mawili kwa kutumia kiwembe na kumchinja kifuani pamoja na kumbamiza kichwa ukutani. Mbele ya mahakama hakimu Martin Masao alimuuliza mshtakiwa huyo una chochote cha kuiambia mahakama? Mshtakiwa huyo alijibu mahakama, sina chochote cha kuiambia mahakama. Mara baada ya mshtakiwa huyo kudai hana chochote cha kuiambia mahakama, ndipo hakimu Martin Masao alipotoa hukumu hiyo na mshtakiwa huyo kwenda jela miaka 6 na faini ya shilingi milioni moja. Hata hivyo hakimu Martin Masao aliambia mahakama kuwa kosa hilo ni kinyume na kifungu cha sheria namba 225 cha kanuni cha adhabu ya makosa ya jinai sura 16 marejeo 2023. Oldonyo Media. Habari, karibu nawe. Naitwa Tobias Sherman Edmundi, wa kijiji cha Bermi. Tukio uliotokea siku ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa nane elfu mbili na ishirini na tano ni mtoto alikutwa kwa mtu anaitwa Hamisi Mfangafo akiwa na yai mkononi, alikutwa ndani akazuiliwa na mtu anaitwa Selemani na akanipigia simu kwamba njoo tumemkuta mtoto wako ameiba yai. Nikamwambia mimi nakuja, baada ya muda kumalizia shughuli zangu, nikaenda. Ni kweli, nikamkuta, nilimkuta akiwa ameshikiliwa mkono na mtu anaitwa Hamizi, wanaingia chumbani Walipoingia chumbani mimi ndio nikatoa, nikachukua maamuzi ya kwenda kumchukua mwenyekiti ili tuka suluhishane. Kutoka pale, kwenda kwa mwenyekiti nilimkuta mwenyekiti, tulikutana tukaongea kwamba yuko wapi kwa nani, nikamwambia yuko kwa Hamisi. Mwenyekiti akatangulia, nikamwambia ngoja mimi nikachukua beti yangu, sijaweka luku, nilikuwa nasubiria beti yangu, mwenyekiti katangulia kafika pale kwa Hamisi hakukuta mtoto wala mtu yoyote pale kwa Hamisi. Wakati huu alishikiwa mkono, bado hajafanyiwa lolote. Ndio maana nikasema sasa, ngoja tukamalizane, nikamchukua mwenyekiti. Mwenyekiti ndio akatangulia, kafika kwa Hamisi hakumkuta mtoto wala Hamisi, hajakutwa pale, hakuna aliyekutwa pale kwa Hamisi. Mwenyekiti akanipigia simu, mbona hamna mtu hapa kwa Hamisi? Nikamwambia hebu nenda pale kwangu, labda mtoto wamemalizana, mtoto yuko nyumbani, hebu kamfuatilie nyumbani. Akaenda akafika pale nyumbani, akanipigia tena, mbona mtoto hayupo hapa nyumbani, bado hajafika. Nikamwambia sasa, sijui embu ngoja nikachukue beti yangu, nakuja. Baada ya hapo mwenyekiti akaja, mimi kutoka pale mlangoni kutoka tu pale mlangoni nikapigiwa simu na mtu huyo anaitwa Sahara, kijana moja wa kinyozi pale jirani, alitoka kwangu kuchukua maziwa yake anachukuaga kwangu, akamkuta mtoto pale anatoka damu masikioni na watoto wengine wanalia akaniambia ni, aka mbona kuna mtoto wana, kuna watoto wanalia, alafu huyu huko mtoto amekatwa masikio ana masikio. Nikamwambia mimi nakuja, mbona kuna binti mkubwa hapo kwa nani ajanipigia? Kaniambia hawezi hata kuongea, analia vibaya mno. Kweli wanalia kwa uchungu pale nyumbani. Kamwambia haya basi, nakuja mara moja. Ndio hapo kutoka, nikakutana na mwenyekiti nikamwambia, bwana, mbona nimepata taarifa, nimepigiwa simu, kuna mtoto mtoto amefika nyumbani masikio yanatoka damu, hebu twende tukamwangalie amefanyiwaje. Tukafuatana na mwenyekiti mpaka nyumbani, tukamkuta mtoto amekatwa masikio mawili. Nikamuuliza pale ni nini, akasema Hamisi alinikata na wembe, alikata masikio pamoja na kifua, na huku kichwa kimevimba, ukibonyesha huko sehemu ya utosoni kinabonyeka. Mwenyekiti ananiambia hebu twende tukamchukue huyu mtu tukamweke tuka loka pale kituo cha polisi hapo Bermi. Nikamwambia acha saa hizi ngoje nikamwaje mtoto wangu asishiwe damu bana. Nikamkimbiza mtoto wangu hospitalini. Tukaendelea na matibabu. Nikamkuta dokta. Daktari kaendelea kutoa huduma yake akamtibu. Hapo tukaendelea, akalazwa mtoto kakaa siku nne pale hospitali ya Dareda. Tukapata rufaa kwamba mtoto apeleke hospitali ya Haidom kwa vipimo, kwa vipimo zaidi, ndio siku ya saba tukaondoka kwenda Haidom, mtoto akaendelea na matibabu yake. Tulipotoka Haidom, tukaendelea kusafisha, kupeleka mission, ndipo ukapata unafuu, ukapona. Hapo tulipotoka ndio tukakakaa, nikaulizia majibu kinachoendelea kwamba kwa taarifa ya huyu jamaa aliyekamatwa siku ya pili huyu Hamisi, nikawaambia jamani, nini kinachoendelea? Mbona mi bado sijaridhika, sipati jibu. Wakaniambia, bwana we subiria, tutakuita tu, wakaniambia hii kesi iko kwa jamhuri, wala we, usiwe na hofu. Nikaendelea kusubiria, nikaendelea kusubiria, baadaye ndio nikaitwa. Nilipoitwa ndio nikaenda kusikiliza wakasema kesi sasa tumeshafikisha mahakamani. Nashukuru mahakama kwa hukumu waliotoa leo kwa sababu hukumu nimeridhika na hukumu, ila bado nilikuwa na wasiwasi kidogo kutokana na madai nilio gharama nilizotumia sana, wala hata ngumu kupata mara moja. Ndio nikasema sasa nitafungua tu madai kwa sababu sijarizika na madai walioniambia. Naitwa Martin John. Ni niko Dareda na ni msaidizi wa kisheria na haki za binadamu kwa kata ya Dareda. Nilipata taarifa za huyu mtoto kutoka kwa bosi wangu kwamba nisikie kuna kesi ya mtoto kukatwa masikio, mtoto huyu yuko kwenye kata yangu. Wakati huo mtoto ashaanza kupona, lakini nilifuatilia nikafika mpaka kituo cha polisi Kakutana na msaidizi wa kamanda, kaongea naye akutaka kuniruhusu, lakini kwa vile mimi ananifahamu na namfahamu, kabidi nimpigie bosi wake, nilipompigia bosi wake akanipa goa hadi ya kumtafuta, mzazi wa mtoto na mtoto mwenyewe. Basi nilimtafuta mtoto, nilipomwona mtoto nilimpiga picha nikamrushia bosi wangu vile ilivyo, kwa sababu sisi tunaruhusiwa kufanya hivyo, lakini nilifanya hivyo, baadaye tuka Nikamwambia huyu msaidizi ambaye ndio mpelelezi wa kesi ya huyu dogo huyu mtoto, nikamwambia bana, hii kesi tunaomba ifikishe mahakamani kwa haraka, vinginevyo tuta itakuwa ni mbaya kwetu na kwenu, kwa sababu sisi tumepigiwa simu kutoka Arusha. Hayo ndio niliyo yaona, lakini zaidi naishukuru mahakama kwa kutoa hukumu hiyo, japo sikurizika, lakini kwa sababu hakimu ameamua, hatuna namna Ikiwezekana kulikatia rufaa, tutalikatia rufaa. Ngoja kwanza tukakae na wateja wetu, tujadiliane, tuone tunafanyaje, kwa sababu sasa tayari ni wateja wetu.